Naam, mtazamaji wa Trend TV, ebwana, Mwijaku, e bwana, nadhani utakuwa unafahamu kwamba Mwijaku, inasemekana kwamba ndiye chanzo ambacho kimepelekea wale wa dada kufanyiana matendo ya unyama e, kufanyiana ukatili huko Bwenini, katika hawa ni wanafunzi wa chuo cha Udizim na ardhi Dar es Salaam. Inasemekana kwamba Mwijaku alikuwa mmoja wapo, anaitwa Mary alikuwa ndo mchepuko wake, lakini baada ya kuwa na mchepuko huo akaamua kutoka pia na rafiki wa huo mchepuko ambapo hiyo imekuja kuibua mjadala mzito. Hawa mabinti baada ya kufahamu kwamba wote wanashare mwanaume mmoja ikasababisha hawa, huyu Mary na marafiki zake wakamkamata huyu mwenzao na kumweka chumbani mule na kuanza kumfanyia vitendo vile vya unyama, kumvua nguo, kumnyoa nywele, kutaka kumchoma na pasi kumchapa na bakora za kufuza mfagio na mixer, kumchapa makofi. Umeona bwana? Kwa hiyo hizo video zili trend sana. Sasa kilichotokea sasa hivi ni kwamba e, serikali imetoa taarifa rasmi e, e, hii ni taarifa kwa umma kuhusiana na mabinti wa, wanafunzi wa vyuo wa vikuu waliomdhalilisha binti mwenzao. Maana unakumbuka kwamba mara tu baada ya hizi video kusambaa e, moja kwa moja mheshimiwa waziri akupoteza muda akaanza kula nayo na losili tukio saani moja yani, akaanza kulishughulikia papendikulali e, na mpaka sasa hivi, mpaka e, chuo kikatoa taarifa rasmi. Lakini pia sasa hivi hapa kuna taarifa nyingine ambayo tumeipata tume e, kuhusiana na, e, kutoka katika ofisi ya waziri, e, Waziri Gwajima e, na hapa tunataka tuwasomeni wananchi, kama iwapo kama labda ilikupita basi, nataka hapa usikie kitu ambacho kimeandikwa. Hii ni barua ya wazi kwa umma ambapo imeandikwa kwamba taarifa kwa umma, taarifa kwa umma eh, kuhusiana na mabinti wanafunzi wa vyuo vikuu waliomdhalilisha binti mwenzao Dar es Salaam, tarehe 23 Aprili 2025. Na yani, imetoka jana. Wakaendelea kusema kwamba, ndugu wananchi, rejea taarifa yangu ndugu wananchi Rejeeni taarifa yangu kwa umma ya tarehe 20 Aprili mwaka huu 2025 kuhusiana na mada tajwa hapo juu. Jeshi letu la polisi linaendelea kutimiza wajibu wake mm na na na wa kisheria kuhusiana na kuwahoji wahusika wa tukio hilo. Aidha, kwa upande mwingine, jamii nayo na pia ina imeendelea kuhoji, mbona aliyetajwa kuwa ni Mwijaku hakamatwi? Umeona, kwa hiyo mheshimiwa waziri hana longolongo hapa, anataka aweke kila kitu clear, kwa sababu wananchi walikuwa wanauliza kwamba mbona aliyetajwa mwijaku hakamatwi? au mabinti kama wanachukuliwa hatua, je, chanzo cha haya yote ametajwa ni mwijaku, mbona hakamatwi? Sasa barua inaendelea kama ifuatavyo: ndugu wananchi, napenda kuwahakikishia kuwa Mwijaku aliyetajwa kwenye video za mgogoro wa mabinti hao naye pia atahojiwa kwa mujibu wa sheria, na baada ya hapo wizara yangu itatoa, ita, ita, itaona nini ifanye kuhusiana na mustakabali mzima wa maadili ya jamii na nafasi ya huyo Mwijaku na wengine wote wenye nafasi zenye kuchochea kesi ya, ya, ya athari chanya au kesi yenye maadili, au kesi kwenye maadili ya jamii. Aidha, na waomba tuwe wavumilivu na tuendelee kufuatilia taarifa za jeshi letu la polisi. Asanteni kwa ushirikiano wenu. Hapo kuna saini yake Dkt. Dorothy Gwajima MB, Waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum. Kwa hiyo hiyo ndo taarifa ambayo imetofikia tokea jana. Kwa hiyo, hivyo ndivyo mambo yalivyo. Kwa hiyo sasa, huko katika mitandao ya kijamii hiyo habari imepostiwa sana katika peji mbali mbalimbali, lakini pia uh, watu kuna peji hapa imeandika kwamba michepuko imemponza Mwijaku, anatakiwa kuhojiwa. Uh, peji nyingine wameandika kwamba Mwijaku atahojiwa kwa mujibu wa sheria ya Tanzania. E, peji nyingine hii hapa wameandika ameandika the same kwamba sakata la mabinti wa chuo kikuu Mwijaku kuhojiwa na polisi. E, peji nyingine hii hapa ameandika kwamba Mwijaku na yeye pia kuwekwa kikaangoni, ishu ya mabinti wa chuo kugombana. Umeona bwana, so it is what it is is what Uh, hivyo ndivyo mambo yalivyo kwa sasa. Tutaendelea kufuatilia, tutazidi kuwahabarisha. Weka maoni yako kwa hiki ambacho kimezungumzwa katika comment section hapo chini, tutakuwa tukisoma na kureply kila comment, na pia vilevile hakikisha vile una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.